Naam, habari yako wewe ambaye unatufuatilia kutokea sehemu yoyote duniani. And this is, uh, 360 on air. Karibu sana. Bwana, uh, leo kuna, uh, ishu nzima ambayo inaendelea kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, uh, kati ya Young Sports Africans dhidi ya Simba Sports Africans, uh, bwana, ilitakiwa ipigike hapo leo ndani ya dimba la Mkapa majira saa moja na robo jioni, lakini bwana, uh, kwa taarifa ambazo zimetufikia, uh, mechi hiyo imehairishwa kutokana na wawili hao kuweza kupeleka madai yao. Yes, mmoja um, akidai kwamba ametunishiwa ametuni misuli ambayo ni Simba na kuweza kuzuiliwa kuingia uwanjani hapo jana, baada ya, ku, ya kutaka kwenda kufanya mazoezi. Yes basi bwana, issue ziko vipi? Yanga wana statement yao ambayo wameweza kutoa pia, Simba Sports wana statement yao ambayo wameweza kutoa inawabeba, na pia bodi ya ligi wameweza kumaliza mchezo moja kwa moja kwa kuweza Uh, basi ni jambo la busara sana kama uh, utasubscribe channel yangu at 360 uh, na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu ukishafanya uh, jambo kama hilo yes. Uh, bana, taarifa ziko kama hivi. Jana baada uh, ya klabu ya Simba kuweza kwenda ku, kutaka ku, kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ndo inasemekana ni uwanja ambao ulitarajiwa kuweza kupigika uh, mchezo huo basi bwana, taarifa ziko kama hivi. Watu wa Simba bwana wameweza kuandika leo kupitia kurasa zao nyingi, kwamba Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu a, na kuelekea a, na kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga Sports dhidi ya Yanga na Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya kumi na saba na arobaini na tano ya kanuni za ligi kuu bara timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kwa siku ya mechi katika muda tarajiwa kwa mchezo muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba ika, uh, iliarifiwa uh, na meneja wa uwanja kuwa uh, hana maelekezo ya kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa michezo husika kufika. Uh, mabaunsa wa yes, kamishna kumradhi, maelekezo ya kamishna wa mchezo pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya wa Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Yes, jitihada uh, za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuwa hazikuwa na matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika aa, na haki zote zimehifadhiwa. Simba ina, inahimiza kuchukuliwa aa, kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo imetolewa na management ya klabu ya Simba. Yes, bwana, hiyo ndio ilikuwa uh, kauli ya Simba baada ya hilo jambo kuweza kutokea hapo yes, muda mchache hapo nyuma. Basi bwana, hapa pia kuna taarifa kutokea katika klabu ya Yanga ambazo waonyewe pia wameweza kuweka uh, statement yao. Kwa nini, uh, wao wana kwa nini wao wanasema kwamba wao watacheza huo mchezo leo na hakuna kipingamizi uh, Yanga wameandika kama hivi Uh, taarifa kwa umma leo machi nane elfu mbili na ishirini na tano uongozi wa Youngs African Sports Club ume, ungependa kuwataarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe nane mwezi wa tatu 2025 dhidi ya Simba Sports Club saa moja na dakika kumi na tano usiku uh, upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote Youngs Africans, Simba Sports Club kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na uh, utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni na hakutakuwa uh, tutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Uh, tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa, wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani nchi uh, za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu uh, Andre Mtime, Young African Sports Club. Uh, yes bwana, hiyo ndio ilikuwa uh, statement ya timu ya Young Africans baada ya uh, Simba kuweza kutoa kauli yake ile. Sasa kuna kauli ambayo bodi ya ligi imekuja kumaliza mchezo kwa kuzungumza kama ifuatavyo. Naam, Tanzania Premier League Board uh, taarifa kwa vyombo vya habari.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 hapo juu huku pia kueleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutuma uh, kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ya 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Yes, uh, baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi uh, iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili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 kipengele cha 45 cha ligi kuu haiku, haikuwasilishwa na ofisa yeyote wa mchezo timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya, ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hizo kamati ilibaini pia a, kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba uh, kufungia uh, kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 45 wa ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo, kwa sababu uh, pia bodi ilipokea taarifa uh, ya ofisa wa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na ya tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya maamuzi na Uh, kwamba baadhi ya matukio yanahitaji ya uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati uh, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji uh, na usimamizi wa ligi ya imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya thelathini na nne kifungu cha kwanza ya ligi uh, kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki.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 hii ni sehemu yako ambayo itakutoa sintofahamu za hapa na pale. Karibu katika chaneli yangu jambo. Uh, zuri na la busara kama utasubscribe chaneli yangu ati 360 on air au ati moka 360 basi utakuwa umefanya vizuri, na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates zetu mbalimbali mbali. Karibu.